Kwanza wanadhibiti vyombo vya habari, pili wanadhibiti watu kufanya mikusanyiko ya kihalali kabisa ya kikatiba na kutoa mawazo yao hapa nchini. Wameanza kwanza kudhibiti vyama vya siasa, kuzuia mikutano kuzuia makongamano, mijadala ya kawaida kabisa kama hii ya bajeti. Tukiwaruhusu wakafanikiwa, hii maana yake ni kwamba kitakachofuata sasa ni nyinyi wanishiaa ndio kitakachofuata. Tunajengewa mazingira ambayo ni mtu mmoja tu anapaswa kuwa na uhuru wa kusema katika nchi hili. Hatuwezi o tunalaani laani vikali kabisa juhudi zozote zile ambazo serikali ya rais Magufuli inafanya kulinda udikteta kujenga katika nchi yetu udikteta, kuruhusu tabia za kidikteta kujengeka katika nchi. Tuna laani kabisa, kwa sababu ni mambo ambayo tumeshaachana nayo kwa takribani miaka 20. na nataka nitoe salamu maalum kwa Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi ni chama cha siasa kama sisi wengine wote, lazima wawe na uwezo wa kumdhibiti rais anayetokana na chama chao. Leo hii rais Magufuli sio kiongozi wa Chama cha Mapinduzi, yaani sio mwenyekiti, hajapewa mwenyekiti. Yeye ni mjumbe tu wa kamati kuu kwa sababu ya cheo chake cha urais. Chama cha mapinduzi wakae na kiongozi wao, wamwambie, wasimwogope, maanake inavyoonyesha dhahiri ni kwamba kila mtu anaogopa kumwambia rais kwamba unachokifanya hiki sio sahihi. Kila mtu anaogopa, wabunge wa CCM wanaogopa, mawaziri wanaogopa wajumbe wa kamati kuu ya CCM wanaogopa. Sisi hatumwogopi mama, hatumwogopi, hatu, kwa sababu yeye sio Mungu, yeye ni rais tu na leo anaweza kuwa rais, kesho kaondoka kwenye urais. Anachokifanya katika nchi yetu sio sahihi, na sasa tumeanza kuona ni kwa nini ziara yake ya kwanza nje alikwenda Rwanda alikwenda kujifunza namna ya kudhibiti upinzani katika nchi. Tumwambia ni kwamba Tanzania sio Rwanda. Hii ni nchi huru, nchi ya kidemokrasia na itaendelea kuwa nchi ya kidemokrasia, na tumekuwa tukimwambia na jana, viongozi wangu wako kwa wamwambia kwamba kama unataka kupambana na rushwa, sawasawa husu demokrasia. Kama wewe unaminya demokrasia, unataka kuficha nini? Moja ya jambo ambalo nilikuwa nataka kumwambia katika mkutano wetu wa jana ni kwamba rais yeye ameingia na ajenda ya kudhibiti rushwa. chombo ambacho kinatambua kikatiba kwamba kuna ubadhirifu katika nchi au la, ni ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali. Rais Magufuli toka ingia madarakani, yeye anaidhibiti ofisi isifanye kazi. Tuliwaambia badara kwamba ofisi ile imekatwa bajeti yake kutoka shilingi bilioni 69 ambazo kamati ya bajeti ilipitisha na sheria inataka kwamba ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali bajeti yake haipitishwi na serikali inapitishwa na kamati ya bunge kwa sababu haiwezekani mkaguliwa akapanga bajeti yanayekwenda kumkagua <coughs> kamati ikapitisha bilioni 6 rais magufuli kwenye kabineti akaagiza wapewe bilioni 32 baada ya kelele tulizopiga wamepandisha mpaka bilioni 44 bado ni kiwango kidogo kwa sababu kama umepanua bajeti umeikuza bajeti, ina maana kwamba kazi ya mkaguzi inaongezeka zaidi. Mkaguzi alikuwa anakagua bilioni 22 itabidi akague bilioni 29 kwao, unategemea kwamba bajeti ya mkaguzi lazima iongezeke. Haya ndio mambo ambayo tunataka kumwambia rais, kumsaidia yeye. Anaagiza jeshi la polisi lidhibiti upinzani, hawezi kufanikiwa, hawezi kufanikiwa na kwa hali hii anayokwenda Rais Magufuli ajiandae kuwa rais wa term moja, kwa sababu watanzania hawatamkubalia kuleta dikteta katika nchi, na akumbuke wakati wa mfumo wa chama kimoja, wakati wa Mwalimu Nyerere na muda kidogo wa Mwinyi, toka mwaka 61 mpaka mwaka 92, Mwalimu Nyerere pekee yake kulikuwa na majaribio ya kumpindua manane kwa sababu watu walikuwa hawana breathing space, walikuwa hawana mahala pa kutolea e, vinyongo vyao. Toka mfumo wa vyama vingi umeanza mwaka 92 njia haijawahi kupata jaribio hata moja la kupindua serikali kwa sababu watu kasirika ataenda Mwembe Yanga, ataenda Mbagala, ataenda Kibanda Maiti, Zanzibar, ataenda Mwanza, ataenda Kigoma, atahutubia, vitaisha. Mambo yanaendelea sasa hivi anavyotumia aa, njia ingine. Lazima alijue wenzake waliopita sio wajinga kuachia demokrasia kushamiri. Kwa hiyo tunaenda kumwambia rais, lakini hasa hasa chama chake sababu inavyoonyesha sasa hivi Magufuli anaekuwa ni miungu mtu, amna mtu anayemwambia. Sisi tutamwambia tu, atatushughulikia sisi, atatufunga atafanya nini? la kuja wengine watamwambia tu, kwa sababu demokrasia ni sehemu muhimu sana ya maisha yetu. Kwa hiyo, waandishi, sisi tumeamua mama mawili, la kwanza tutaendelea na kongamano letu kesho kuanzia saa tisa hapa usini kwetu. Tutawaalika watanzania wanaotaka kujadili kuhusu bajeti, waje tujadiliane. Jana mlipewa uchambuzi wetu, ni uchambuzi mzuri sana ambao una mambo mengi tu ambayo serikali ingeweza kuyatumia, ambao una mambo mengi ambayo wabunge wangeweza kuyatumia kujenga hoja kwenye eh, kwenye bunge. Kwa hiyo kesho tutakutana tena. Wale ambao mmepewa mnaweza mkaja na nani zenu na maswali pia mkauliza, no, na wananchi wakauliza maswali kwa ajili ya bajeti. Ni haki ya watanzania kujadili bajeti yao, wawe ndani ya bunge au nje, na hakuna mtu ambaye anaweza kutuzuia kujadili bajeti. Hakuna mtu ambaye anaweza kuzuia kujadili eh, shughuli zetu mbalimbali. Pili, polisi kama wanataka kumkamata raia yoyote, kuna taratibu za kukamata, sio kuvizia. Na sisi tuchokifanya ni kuwaonyesha kwamba wao walipewa amri. Ndio maana jana waandishi wa habari, ukimuuliza mkuu wa polisi wa Kinondoni anasema hilo liko juu ya uwezo wangu, ukimuuliza mkuu wa polisi wa Kanda Kamanda Sirro anasema hilo liko juu ya uwezo wangu. Wote wanatoka kwa IGP. IGP kaagizwa na rais juzi, aliagizwa kwamba lazima nale ndani Jumamosi, hawakuweza kubal. Jana wakaagizwa kwamba ikifika saa moja jioni niyo nimekamatwa, hawakuweza kunifanya, sababu tunawaambia mtakukamata according to our own terms not according to their terms. kama wananihitaji simu zangu wanajua wasaidizi wangu wanawajua, watutaarifu, tutakwenda polisi bila shida yoyote, sababu wao ni chombo cha kutunza amani yanji, hatasitukimbia kutunza amani anji, wasituvizie ofisi. Zetu zipo, simu zetu zipo, waje kwa taratibu zinazotakiwa na muwaulize polisi, kwa nini wanavizia viongozi? Kwa nini wanataka kukamata kwa kuvizia kwa nini wapate taratibu za kawaida? Wiki iliyopita wamenipigia simu, nimekwenda. Kwa nini bizie weekend, Jumamosi Jumapili, ili ili wapate nini? Kwa tunawaambia polisi kwamba wafuate taratibu za kukamata, na sisi tutakuwa tayari, tutakwenda, tutajieleza kwa maswali ambayo wanataka kutuuliza kini wasifanye kwa namna ambavyo wamejaribu kufanya siku mbili zilizopita. Kwa tunawakaribisha kesho kwenye kongamano konga letu kuanzia saa 9 tutaendelea kujadili bajeti tutaendelea kutambua bajeti kabla ya waziri kufanya majumuisho ya bajeti, na tunataka kuwaambia Watanzania kwamba sisi tutaendeleza mapambano ya kulinda demokrasia. Lazima tuendelee kufanya siasa na serikali haiwezi kutuzuia kuendelea kufanya siasa. Hatukani mtu. Nyie mmehudhuria mikutano yetu, hamjasikia matuti hata siku moja. Hatuhatarishi amani. Nyie mmehudhuria mikutano yetu, mmeona ha, hata sisimizi ya kukanyagwa. Mikutano yetu yote ni mikutano ya maswala, na hata jana kongamano lilizuia la maswala, kuna jambo lo Inawezekana kuna vitu ambavyo serikali haitaki kuvisikia. Kwamba serikali inatuambia kwamba imepandisha bajeti kwa asilimia 32, ukweli ni kwamba bajeti haijapanda kwa sababu shilingi imepoteza thamani kwa, kwa hiyo kilichoongezeka ni mabadiliko tu ya exchange rate, ya ya, ya shilingi dhidi ya dola. Hakuna bajeti iliyoongezeka. Haya ni mambo ambayo lazima tuyaseme ili serikali iweze kujua. Bila kusema, serikali itajuaje kwamba wananchi mawazo yao ni haya? Kwa nilikuwa naomba waandishi eh, wa habari nitufikishe salamu zetu hizo. Leo nimeona vyombo eh, vya habari, wengine nasema Zitto wasakwa, wengine nasema Zitto eh, atoweka, wengine nasema Zitto tata eh, nataka kuhakikishia wananchi wangu wa tuto majini kwamba mimi nipo, nipo sawa eh, kabisa na ni kweli kwamba tumekuwa tukisakwa na polisi kutoka juu laini tumewaonyesha polisi kwamba watukamata kwa mujibu wa temu zetu, sisi tunavyotaka, sivyo wanavyotaka wao, kuvizia vizia. Na polisi wafahamu kama anataka nipo.